Hii programu tunaoitathimini hapa, hata wewe mwenyewe binafsi katika maisha yako, mwaka ukiisha, ni lazima ukae chini ujitathimini, wewe unaitathimini familia yako, kiuchumi, kijamii, kimaisha, halafu unaweka mkakati wa mwaka mpya, ili uweze kujua kila baada ya mwaka umefanikiwa kwa kiwango gani, hujafanikiwa kwa kiwango gani, sababu zipi zimesababisha usifanikiwe, ili uweze kujipanga kwa ajili ya kutekeleza na kutimiza ndoto zako. Lakini nitumie fursa hii pia kuwashukuru shirika la Children in Crossfire, mtandao Mtandao wa Taifa wa Malezi, Makuzi na Maendeleo ya Awali ya Mtoto Tanzania na Umoja wa Klabu za Waandishi wa Habari Tanzania kupitia mradi wa Mtoto Kwanza na wadau wengine wote wa kitaifa, kimataifa na mashirika ya Umoja wa Mataifa kwa kuendelea kuwezesha utekelezaji wa shughuli za malezi na makuzi kupitia mradi huu katika mikoa na halmashauri mbalimbali. Natambua mchango mkubwa wa shirika la Conrad, Conrad Hilton Foundation wa kufadhili utekelezaji wa mpango huu na programu za wadau wa sekta mtambuka wanaotekeleza afua za malezi na makuzi ya watoto nchini. Ndugu washiriki, ninawapongeza na kuwashukuru kwa dhati kwa kazi nzuri mnazozifanya katika maeneo yenu na kuwaomba tuendelee kushirikiana ili kufanikisha adhima ya kumpatia mtoto wa Kitanzania, hasa mwenye wa umri kati ya mwaka sifuri hadi minane huduma jumuishi za malezi na makuzi zitakazomsaidia katika maisha yake. Hii ni kutokana na ukweli kuwa katika kipindi hiki ukuaji na ujifunzaji wao unakwenda kwa haraka sana, huku mazingira yanayowazunguka yakiwa na mchango mkubwa sana kuamua hatima ya maisha yao. Kama tukiwajenga watoto vizuri, maana yake tuna lay down foundation ambayo ni very strong kwa ajili ya huyu mtu kuwa sustainable, huyu mtu kuwa human capital ambayo inaweza ikasaidia taifa hili. Mtakubaliana na mimi kwamba kama msingi imara wa malezi na makuzi ya hawa watoto hautajengwa, tukawa na watoto legelege, tukawa na watoto wenye utapiamlo, tukawa na watoto wenye udumavu maana yake hata taifa hilo pia litakuwa legelege kwa sababu kizazi chake ni cha watu legelege. Hii inaonyesha kuwa uwekezaji wa mapema katika malezi makuzi, na maendeleo ya mtoto ni msingi wa kukuza rasilimali watu yenye tija kwa familia, kwa jamii na taifa kwa ujumla. Takwimu za sensa ya watu na makazi ya mwaka 22 inaonyesha watoto wa umri wa miaka 0 hadi nane ni takribani asilimia 27 ya watu wote, kwa hiyo ni kundi kubwa hmm. Pia kulingana na takwimu za tafiti za Tanzania Demographic Health Survey ni asilimia 47 tu ya watoto wa mie, miezi 24 hadi 59 ambao wako kwenye mwelekeo sahihi kufikia ukuaji timilifu katika maeneo ya afya, ujitunzaji wa awali na ustawi wa kisaikolojia. Takwimu hizi zinatutaka kuchukua hatua za haraka, kuwasaidia watoto kupata huduma stahiki za lishe, toshelevu, afya bora, fursa za ujifunzaji wa awali, ulinzi na usalama kwa watoto na malezi yenye mwitikio sahihi. Sayansi inatuelekeza kwamba ukiwekeza vya kutosha kwa watoto chini ya miaka nane, na unatakiwa kufanya mambo machache sana ukiwekeza vya kutosha ritani yake ni kubwa sana mtoto huyu. Ukiwekeza vya kutosha mtoto huyu atakuwa na uelewa mkubwa sana anapokuwa darasani, lakini atakuwa na uwezo mkubwa sana wa kupambanua mambo, lakini atakuwa na uwezo mkubwa wa kuchambua mambo katika umri wake wa utoto, na hilo litaendelea mpaka maisha yake yote. Kwa kufanya hivyo, maana yake tutakuwa na taifa lenye watoto wenye tija hapo baadaye, lakini inaanza katika umri wao kwa hiyo haya ndiyo mambo ambayo tumekuwa tukiyajadili tangu tumefika leo asubuhi, lakini tutaendelea kuyajadili mpaka mwisho wa kikao hiki, na tuko sasa kwenye mwaka wanne wa utekelezaji wake, kwa maana tangu mwanzo tumekuwa tunaweka mifumo ya uratibu, ya mipango, budget, ufuatiliaji na taarifa ya programu ya kipekee na ya kwanza, kwani maswala ya ma maendeleo ya awali ya mtoto Tunaona kwamba kuna maendeleo mazuri, kuna mikoa yetu yote, tunaona kwamba kimsingi hii programu inaanza kuweka msi, msingi sasa wa kuwekeza kwa watoto wetu wa tunaingia kwenye ngwe ya lala salama kwa upande wa programu yetu, kwa maana tunaingia kwenye mwaka wa mwisho, mwaka wa tano wa hiyo programu ya kwanza, na tunataka yani tuweke motisha kwa serikali zetu kwenye mikoa yetu na zake wanaoshirikiana nao kuhakikisha tuna zidi kuchagiza ajenda ya kuwekeza kwa watoto wetu, maana tunaamini kwamba hiyo ajenda ya kuwekeza kwa watoto wetu sio ajenda ya watoto wetu tu, ni ajenda ya maendeleo ya taifa letu. Tunasema hivi kwa sababu kwenye sensa ya juzi zaidi ya robo ya Watanzania wote wana umri wa mam kuanzia miaka sifuri hadi miaka minane. Eh, vyombo vya habari vinalo jukumu kubwa sana la kuelimisha E, kuonya, lakini pia kuseti ajenda kama ambavyo sote tunafahamu. Uh, hii programu ilipoanzishwa imekuwa ni ajenda ya taifa, lakini hata kabla ya hapo, hii ni ajenda ya kitaifa. Sisi kama nchi tumechelewa sana ku, kuanza kushughulika na haya maswala. Kwa hiyo sisi kama umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania, kupitia klabu zetu, tumeamua kuja kuleta ile nguvu ya vyombo vya habari katika kusukuma ajenda. Mambo mengi ambayo yanahusisha yana, yana hii programu yanahusu uelewa katika levo ya chini. Sasa inapokuja kwenye swala la uelewa, vyombo vya habari vina nafasi kubwa sana. Anapozungumza kiongozi, kwa mfano sasa hivi mkuu wa mkoa amezungumza mambo ya msingi sana, akazungumza mtu mmoja, lakini kupitia vyombo vya habari Tanzania nzima itajua na pengine ulimwengu mzima utajua. Hicho ndio kitu ambacho sisi tumekuja kukileta kwenye hii kwenye hii programu uh, kwenye program hii ya uh, taifa ya malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto PJT MMMAM. Uh, sisi wadau wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ni wadau muhimu sana katika kusukuma agenda hii ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Tumekuwa tukifanya kazi kubwa sana kama sehemu ya jukumu letu kwenye programu hii ya kusaidiana na mamlaka a, za serikali za mikoa moja katika kusukuma agenda hii ya malezi, kwa sababu uelewa wa swala zima la malezi kwenye ngazi za chini za familia umekuwa ulikuwa pia ni mdogo hati programu hii inaanza hapo mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Lakini mpaka sasa ambapo tumekuwa tukitekeleza, tumeona kuna mabadiliko makubwa sana hasa ya uelewa, kwa sababu tunafanya kazi kwa kushirikiana na vyombo vya habari na waandishi wa habari ambao wako kwenye mkoa wetu, kwa usaidizi mkubwa sana wa Umoja wa Klabu za Waandishi wa Habari. Wamekuwa wakitusaidia katika kuratibu vipindi kwa ajili ya kutoa elimu kwa umma ili kuweza kuwahabarisha umma kupitia wataalamu mbalimbali ambao tumekuwa tukiwaratibu kuweza kushiriki katika kutoa mada zinazoelimisha kuhusu afua zile tano kuu za malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya, ya mtoto, kwa maana kwamba wataalamu kwenye eneo la afya, wataalamu kwenye eneo la lishe, ulinzi na usalama, malezi yenye mwitikio, pamoja na wataalamu kwenye eneo la awali. Hivyo, kama wadau wa maendeleo tumekuwa tukifanya kazi kubwa sana ya kumobilize uh, kukusanya au uh, kugema rasilimali kuweza kusaidiana na mikoa yetu kwa ajili ya kusukuma agenda hizi za malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto.